Mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa nilifika mahali nikakata tamaa sana, moyo ulikuwa umeshuka. Nafanya mziki lakini nakifanya kwa uzito katika namna ambayo sielewi, na kwa nini nakifanya kwa moyo, ukachoka moyo ukazimia. Nikafika mahali nikatamani, labda kama na uwezo wa kupata msaada. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ndiyo nimeokoka ndio, kama wengi tulioko hapa, lakini ndani yangu nasikia kuna utupu. Kuna usiku unafika, lakini huwezi kulala usingizi. Kafika hatua, nikaanza kutafuta, nikasema okay, labda nitafute mwanamke anaweza kunisaidia kupunguza stress. Tafuta wanawake, lakini wapi? Bado mzigo uko pale pale. I struggled. Kuna mahali niliingia kwenye kitu kinaitwa masturbation, kama vijana wengi ambao mko hapa, you are struggling, don't laugh, usicheke. Unahangaika na hii kitu kwa sababu kuna utupu ndani yako, kuna uwazi, tajiunga na magrupu ya kila namna. You you are watching porn and you are a man of God, mtumishi wa Mungu, but you are still struggling, unahangaika. Kuna kitu unakitafuta, lakini hauwezi kukipata. Uko kijana mmoja hapa ambaye anazungumza na wewe, umekuwa unapitia kitu hicho hicho. Unashinda TikTok, unashinda Instagramu, una kila mahali unaenda, lakini bado usikii kukamilishwa. Unasikia utupu usiokuwa wa kawaida, una dhambi za siri unazificha, yaani unavaa Ukristo kwenye uso wako lakini kadiri unavyozidi kutembea, kuna maumivu ya siri ambayo umeyabeba, na hamna mtu mwingine ambaye anajua. Huwezi kuambia watu, I have tried, nimejaribu kuacha masturbation na nimeshindwa, kwa sababu watakushangaa umeshindwaje. Ni kijana huko hapa unanisikiliza, you cannot stop watching pornography, huwezi kuacha kuangalia pornografia Umejaribu kwa kila namna kwa akili zako, kwa uwezo wako, umefika mwisho. Kila wakiita watu wanaotaka kuvunja roho za hiyo kitu, you come front, ukirudi nyumbani hali ni vile vile. Wamekuelekeza funga, umefunga, ukitoka kwenye mfungo unatafuta mtu, kitoka kwenye mfungo una, una delete namba, unafuta video unazirudisha tena, wewe mwenyewe.